Kununuliwa jogoo hata hivi sasa. Ah, sa, bado mdogo basi, basi basi nitaoa kabla ya hiyo mechi inshallah, inshallah. ayanshallah <tipulis> wale wanajifurahisha wana kuwafunga Yanga hawawezi hmm. Yanga Yanga Yanga yenyewe Yanga sasa hmm. kuwafunga hawawezi hmm. kwani wale wanawake kuwafunga Simba kwani mara moja sio sioshawai kuwafunga jambo hmm. la kawaida, unaona oh, kawaida tu mzee Chembea kwa mimi kwa watoto wa kiume wale wakija wakikutana kuhusu hmm. na watoto wa kiume wa Simba wa chumba tu wale naonekana una, una, una, una wadhi yake angalikuwa wewe na wadhi yake, mimi naambia ukweli, wewe umeshaanza kuwa na matumaini. Wewe mimi nimesha kwambia, siku moja nimekwambia wale kipigo cha mara ya saba kipo hmm. lakini wewe bado unauliza swali hilo hilo. Wale tunawapiga tena mara ya saba. Chembela, lakini dalili za mvua maana yake nini bwana? inaweza kama kuna na wingu kubwa na mvua ikanyesha kidogo, kwa kuna jua wapi ikatokeaapaa manyunyu yanaroesha nguo. Mimi siogopi, yani siwaogopi Simba kabisa, mara ya saba inakuja. O, unasema, inaongeza nguvu. Baada ya kuona mara mashabiki. ya saba inakuja Unanielewa? Mimi nishakwambia mara ya saba inakuja. Kila ukiniuliza nakwambia simba kufungwa mara ya saba kama kawaida. Sina kwambia kila siku au huna maswali ya kuniuliza? Yeah, furaha gani hiyo? furaha tunawapa tunawaweka sawa. Mbona yeah. walikuwa wao wana matatizo kwa yeah. hiyo tunawaweka sawa sasa hivi yeah. ili watulie yeah. waja wakutane na kipigo za Chembela lakini kelele pia zinaanza kusikika. Uh, mitandao mingi inaanza kuzungumza kuhusiana na taarifa za Alani Okello, lakini engineer Hersi naye aliweka wazi kwamba kuna mchezaji mmoja kutokea Uganda atajiunga na Young Africans kama sio dirisha dogo, dirisha kubwa. Wengi wanamtaja Alani Okello. Wewe umeona nini, mzee wa kibuyu? Mi nakwambiaje? Kwanza mimi nashukuru sana Hersi amesikiliza msemo wangu. Sio mmoja, kuna watu watatu inabidi lazima awalete pale nashukuru kwamba amenisikia kwamba nilimwambia kwamba kocha tulikuwa naye ni kocha mzuri na anatakiwa kocha huyu tumuongeze watu fulani pale mbele, kwa sababu ukiangalia Mzize ndo anaumwa Dube, naye ndo hivyo. Umeona mjukuu wangu Chango, kipenzi changu, lakini ndo si, haieleweki akicheza Tanzania inakuwaje, lakini ndo hivyo, ameshaanza kuibukaibuka kidogo afadhali, lakini amtafutia watu watatu. Ili tufike robo basi, watu watatu wapatikane na Okelo. Ukimtizama unaona kweli anastahili yule mtu, yule mtu anaweza, lakini Mzee Chembela jicho lilianza kutazamwa na Simba Sports Club kwa Okelo Hela. Ea, nyie mmeibukia wapi? Mke mzuri mtaani, wewe utamwita shemeji, kama una hela hiyo lazima ukubali. Lakini ushawishi ninao, Mzee Chembela. Ushawishi unao wa nini? nilikutaka mimi wewe umenikataa? wakati hela una? Eh? Ndio takamwambia nikutaka mimi wewe lakini wao wewe umenikataa. Hela, wazee walisema usitumie pesa kama fimbo, mapenzi yanahitaji makubaliano. Wewe nafikiri Mwingereza mpumbavu unasema money is speaking. Unamwona ana akili. Usike yapi? Waingereza. Muziki wapiga waenda azimu tu. Fuata neno la Uingereza wanasemaje? Then money is speaking, yep, na yeah. speaking duniani kote, Pesa inaongea Hakuna jambo lingine lolote zaidi ya pesa. Sasa wewe ndo nini? mapenzi nini? mapenzi nini? mpanzu siwe hapa <laughs> so anampa hela anafanya nini? <laughs> no, no, no, no, no, no. sio simba anampa hela. lakini sasa ndo tatizo mwili uko Simba, lakini akili iko Dar es Salaam Young Africans. Kwa hiyo mtu kama wewe utamwezaje wewe unaishi na mke ndani, anampenda bwana nje, wewe anakaa naye kwa sababu ya maslahi ya kula fedha ndio nakwambia hivyo, wa fedha kwa Young Africans hivyo. Wewe kwa mfano wewe, hmm, hapo wewe kwa mfano waambie bwana, wewe sasa hivi tunataka wewe uwe mwandishi wetu Yanga, utakataa? Yanga kwita Yanga TV wakwambia mambo ya fedha, ah, Yanga TV wakwambia, utakataa mambo ya fedha, mzee? Ndio nakuuliza utakataa? Yanga TV, alhamdulillah rabbil alamin, utasema <laughs> Uh -huh, uh, Mzee Chembela bwana uh, uh, taarifa za Alan Okello zipo kama hivyo. Lakini uh, Young Africans pia inasemekana wenda mkagonga hodi pale Azam Football Club, pengine Mzee Chembela, ukiangalia pale Azam kuna mchezaji anayestahili kujiunga na Young Africans, ndio maana ukasema wewe, si ushamjua, ndio maana ukasema, uwe, uwe, ukasema. Uwezi kusema kitu kabla hujajua. Sio Azam tu, yaani mpaka Simba tuna mtu tunachukua wanasemaaza mtu Simba i usem eh? so mtu muuni yoyote sindo, anatumwa kutongoza <coughs> yes, so wana wake nasemaje, muuni yoyote natuma kutongoza wana wake yes, anatongoza. Si tunakwenda kuchukua? Sasa nani nasema kwa sauti wale sisi wauni tunawatuma wakatutongozee mke na sisi ndo tunaenda kuoa, maana ukero umepita naye eh, pitaa, na sio ukero tu na, na hey. Pale kuna mtu pale kwao pale pa, pale pale kwao ndo pa papale kwao, wamemsajili miezi sita, mchezaji unamsajili miezi sita nani, unakwambia ndio, manake hadi mtoto sasa, asije kwa nini? Yeye ataki hela yule, atakaa pale azeeke Simba tu pale bila kupata pesa Simba ela, hela kuna hela. Muhindi ana hela Muhindi mtu wa magilini. Goja goja goja, taongeza we shahara eh? Goja taongeza we shahara, lakini angalia sana ii chembela hii hii chembela miji, angalia sana, miaka inaenda, matoko yake una stafu, una nguvu, kibanda cha kukaa, una sasa, atakuwa hana akili? Lazima waondoke waende kwenye pesa. Brother, Mwarabu ndio mwenye hela duniani hiyo mimi nakwambia wewe angalia Uingereza sasa hivi, timu za Uingereza mm. wanamiliki Waarabu kibao mm. angalia wachezaji wa Uingereza, wachezaji wakubwa wakubwa wa dunia wako Uarabuni. kwa nini hawaja kwenda India mm. Hey, unaitikia. kwa nini hawajaenda India? kuna yeah, India, haina... ligi yeah, wanacheza na timu gani? sijawahi kuisikia vizuri mzee. sijawahi kuisikia kwenye fu wanakwenda, hakuna mpira India. Um, mchezaji wa Kihindi yule, hebu niambie mchezaji wa Kihindi alikuwa alikuwa duniani nacheza mpira nani? Sawa, lakini matajiri wako. <laughs> Wale matajiri kwa nchi, nchi, nchi, nchi zofu, kwa mfano kama Tanzania Wahindi matajiri lakini tajiri uh, Mwindi hawezi kuwa tajiri mbele ya Mwarabu hawezi, ana msuli wa kifedha. Hmm. Ana visima vya mafuta anapata wapi? Wale wanalinga kwa sababu wameachiwa asili ya, na wazee wao ya mafuta. Wewe kwenda kuinunua Man City, kwenda kuinunua siji timu gani ile si Arsenal si nani... Newcastle, Newcastle. Hmm. Masiara. Hmm. Umeona Newcastle sasa hivi, hmm. Ndio ulivokuwa mwanzo kuna mtu ana senti pale anawakubalisha wale watu sasa mm. India, India, India kuna nini usipotee mm? Kwenda India utaenda kucheza ile gofu kwa, kwa, kwa. itoke wapi, itoke wapi lakini Mzee Chembela eh, namna ambavyo unawatazama Young Africans sasa hivi na hizi kelele za usajili na tukiwaangalia Eh, wapinzani wako wa karibu Simba Sports Club wenyewe wapo kimya kimya, mawindo ya kimya kimya, hawakutishi, hawana lolote wale babu. Mwanzo si walikaa hivyo hivyo kimya kimya, wamekuwa na nini? Wawaekuwa na nini? Hawana chochote. Kukaa kimya sio kufanya kitu, muone sisi. Tunawaambia kabisa tunasajili nyinyi, gombaneni, fanyeni kila kitu, lakini sisi tunasajili, tunataka watu na tumemwambia media kwenye media, sijui media yako ndio, nilikuwa namwambia sana Hersie, umeona bwana, tafuta watu, tafuta watu umpe kocha. Na kweli amenisikia katika funu zangu za kichwa, na kuna watu watatu mahususi hao ya wanakuja pale. Kwa majina sijawajua, lakini najua kwa na sura ninawajua. Wazee wa Albadiri wanasema ishawafika. Wanasema bado mnatamba. Ile Albadiri wanasema ishawafika ili weje nimeshaanza kidogo kuwa na misuguano. Ya nini? Ya kugombania milioni 20. Ah, swali waligombea hela si wauni tu kama watu hela ume, umewapa watoto wako wameshindwa kugawana wamegombana. Sasa wale si wauni tu. Wale hawana lolote. Wale wauni tu wale. Sio kwamba Albadili ndio inafanya kazi. Albadili, kwani sisi ile hela katoa Simba. Ile hela ingekuwa kaitoa Simba Sports. Sawa. Au ingekuwa tumeichukua Simba Sports. Sawa lakini deela hakuitoa Simba Sports wala haikutokea Simba Sports. Simba Sports walipewa zao na sisi tukapewa zao. Sasa rubadi sisi na tukutaje? Lakini hivi vipigo mnavyopigwa hivi sasa navyo vihusiani na albadi nini? Kwani wewe ndo mara kwanza kuona yanga princess kufungwa na Simba? Ndio kwanza unaona? Hapana, ushaona mara ngapi? Mara kadhaa arubadilizo zilisomwa basi Haina uhusiano wowote, swala la wauni kugombea hela halina uhusiano wowote, halituhusu. Sasa wao kama wanaona ile ndio halal badili, basi tusubiri tuone shughuli zinakuja babu. Sisi tunasema kwamba hamna tatizo lolote, halal badili itawarudia wao wenyewe. Wao wenyewe itawarudia, sio sisi. Una haja ya kurekebisha popote kabla ya kuelekea kwenye e, mashindano kwa Young Africans wale waliokuwepo sasa hivi. Hata kama wale hawajarudi muziki upo mkubwa sana, muziki mkubwa sana hata kama wale hawajarudi, lakini squad iliobaki inaweza kufanya kweli. Na hao watakaotaka wasajili, kama wameletwa basi wataungana na wenzao. Biashara tutaona, Unguja. yes, tutaiona Unguja, tutasubiri Unguja. Eh, shukrani mzee changu, asante.